Jana kulikuwa na mjadala katika bunge la Ulaya. Sitaki sana kuingilia mambo yaliyokuwa yanajadiliwa pale, lakini yalitolewa maazimio sita kwa ajili ya serikali ya Tanzania, na moja ya azimio yalikuwa ni maazimio yanayohusu kesi ya mheshimiwa Tundu Lissu. Hiyo sina shida, kwa sababu iko mahakamani, hatuwezi kuongelea hapa. Lakini azimio namba mbili, wametoa azimio linalotaka serikali ya Tanzania kutambua haki za wapenzi wa jinsia moja au ushoga. Sasa nimeforward kwenye grupu ya Bunge, mnaweza mkaona, na katika lile azimio azimio namba sita linaelekeza kwamba serikali ya Tanzania na bunge la Tanzania, rais wa bunge la Ulaya ayaandikie serikali na bunge la Tanzania kuelekeza yale maazimio sita. Kwangu mimi nimeona ni dharau kwa nchi yetu, ni dharau kwa Mungu ambaye anaabudiwa katika nchi hii, kwa sababu bunge hili kila siku asubuhi tumekuwa tunaanza na maombi kila shughuli ya kiserikali tunaofanya kuna kuwa na viongozi wa Bakwata, CCT na maeneo mengine, tukiomba Mungu asaidie taifa hili. Hatujafikia hatua hii ya kudharaulika kiasi hiki, tuandikiwe na watu sasa kwamba tutambue haki za mashoga. This is insubordination kwa taifa hili. Kwa hiyo tunaomba kupitia kiti chako sauti yetu isikike kwa niaba ya watanzania tunaowakilisha ndani ya bunge hili. Masuala haya ya laana katika nchi hatuyahitaji. Maendeleo tunayo, tunazidi kupiga maendeleo tunajua ni washirika wetu wa maendeleo na tusapoti, lakini swala la kutaka tumkufuru Mungu aliyetuweka hapa. Tunaomba tusifike huko. Kwa hiyo mheshimiwa spika na naibu spika, nikuombe serikali taarifa yetu kupitia Wizara ya mambo ya ndani iko hapa. Wizara ya mambo ya nje iko hapa, tupeleke message clear, sisi ndo tunaowawakilisha Watanzania, ulinzi wa watoto wetu wa kiume na watoto wetu wa kike, a ustawi wao hatabara na maji kama hawa watu hawatakuja kulindwa katika maadili ya baadaye na taifa hili likastawi sana, ambayo amekuwa anayotunza. Tumeona rais wa Marekani amekataa upuzi huu, tumeona viongozi wengine wamekataa upuzi huu. Sasa kama ni uchu wa madaraka, kuna watu wanatafuta madaraka kupitia vyama vya wa siasa, watafute madaraka kwa siasa safi na siasa ya haki ya nchi hii, lakini sio wakatuunganishe na mambo ya raana yanayotoka huko hata kwao. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa naibu Spika, baadhi ya nchi leo wamefanya uchaguzi vyama vya baadhi ya hizo nchi za Ulaya vimeanza kukataa upuzi huu. Nashangaa taifa hili tunaandikiwa kwamba tukubali au tuelekezwe na bunge la Ulaya kwamba tuafiki mambo ya ushoga. Kwa hiyo nilikuwa naomba wa bunge wenzangu tupaze sauti na tupige kelele, kitu hiki hakikubaliki katika nchi hii hakikubaliki katika ardhi ya Tanzania na hata mbinguni ambapo tukawa tunaomba. Ili naomba niweke clear kabisa, tuwe wakali